Tunajikabidhi mikononi mwako kuanzia mwanzo wa tukio hili hadi wa mwisho wa tukio katika jina lako Amen. Okay. Magari manane haya yameelekezwa kwa hukumu mbalimbali wa vikosi kwa ajili ya kuimarisha doria ili kuhakikisha ulinzi na usalama unatamaraki katika mkoa wetu. Tumepokea magari mawili aina ya Land Cruiser ambayo ni 5D moja kwa ajili ya mkuu wa upelelezi mkoa wa Iringa na lingine kwa ajili ya mkuu wa Gasia mkoa wa Iringa. Vile vile tumepokea magari mawili aina ya Land Cruiser pickup, moja likielekezwa kwenda kutumika katika wilaya ya Iringa na lingine kwa ajili ya kutumika katika wilaya ya Mufindi. Aidha, tumepokea gari jipya kwa ajili ya matumizi ya kamanda wa polisi mkoa wa Iringa ambalo ni Land Cruiser GXR vilevile vile tumepokea magari matatu kwa ajili ya matumizi ya wakuu upelelezi wilaya wilaya zote tatu kwa maana ya kwamba wilaya ya Iringa, wilaya ya Mfindi na wilaya ya Kilolo. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais wa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua umuhimu wa kuhakikisha jeshi letu linakuwa na vyombo vya kisasa ili kuhakikisha kwamba jukumu la doria na kuimarisha ulinzi katika mkoa wetu linafanyika kama ambavyo imekusudiwa. Kwa kifupi, magari tuliyopokea ndiyo hayo manane kama ambavyo nimeeleza. Nimkaribishe uh, MC aweze kuendelea na ratiba nyingine. Asante asante msingi wa mafanikio yetu, mheshimiwa mkuu wa mkoa kwanza niwakaribishe sana katika tukio hili. Mimi kwa niaba ya maofisa wa kikosi na askari wa mkoa wa Iringa, lakini pia kwa niaba ya mkuu wa jeshi ambaye anaongoza jeshi la polisi nchini hapa, afande Kamilus Mongoso wa Mbura, shukrani za dhati sana zimfikie mkuu wetu wa jeshi kwa jinsi alivyofikiri na kutenda kama mwenye mali, kwa kuomba kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, daktari Samia Suluhu Hassan e, kutupatia vitendea kazi vya kisasa ili kuboresha utendaji wa jeshi la polisi. <coughs> Hawi, moja ya vitendeakazi ambavyo tumevipata mheshimiwa mgeni rasmi ni magari haya ambayo yako mbele yetu. Kimsingi tumepata vitendeakazi vingi vya kisasa kabisa. Lakini kwa tukio hili eh, kipekee naongelea kuhusuisha magari. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii imeongeza na itaendelea kuongeza ari ya utendaji na imeongeza imani ya wananchi kwa serikali yao na pia itasaidia zaidi kudhibiti matukio ya uhalifu kwa wigo mpana zaidi, lakini pia kwa wakati kama ambavyo jamii inategemea kwa ujumla. Sisi jeshi la polisi kwa sasa tunao tayari wa kutosha na tunatamka kuwa tunayo ari ya kufanya kazi, lakini pia tunayo sababu ya kufanya kazi, lakini pia tunao uwezo wa kufanya kazi na pia mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo nia ya kufanya kazi. Awi, kwa mantiki hiyo basi, wananchi watupe ushirikiano na pia kutupa taarifa za viashiria vya uhalifu kwa wakati ili na sisi pia tuchukue hatua hizo kwa wakati. Kuelekea Oktoba ishirini na tisa, tunawahakikishia kwamba mkoa wa Iringa ni salama salimini, lakini pia kama nilivyosema, endeleeni kutupa taarifa za wale watu ambao wanaipotosha jamii kwa kuzuia watu kwenda kupiga kura na hatua zinaendelea kuchukuliwa. Lakini tunawaasa wananchi wajitokeze vya kutosha. Sisi mwenye chokochoko tutakutana naye, sisi hata kukutana na wananchi. Mgeni rasmi sisi ndio tutakutana naye na sisi kukutana na wananchi, kwa sababu sisi tuko kwa ajili ya wananchi, raia wema ambao wanataka usalama wa nchi hii uendelee kuimarishwa, na sisi ndio moja ya vyombo vya ulinzi wa usalama ambavyo tunatakiwa kuimarisha usalama huo. Kwa hiyo tuachieni sisi hao wanaotaka kuvuruga amani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna mziki tunasema watacheza mziki ambao una sauti kubwa, wenye turbo sound kupitia kwetu awi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo Nikushukuru tena kwa nafasi yako hii. Ni washukuru wageni wote kwa kujali na kuthamini serikali yao kwa sababu tukio hili ni la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia ndani ya Jeshi la Polisi na Mkuu wa Jeshi lakini linatugusa wote kwa sababu kila mmoja wetu aliyeko hapa anahitaji usalama na utulivu. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Mgeni rasmi, basi nadhani hii nafasi yako sasa, kama kuna la kusema, lakini tuzindue magari yetu hapa, halafu ratiba nyingine endelee. Karibu sana. Kamanda wetu wa Jeshi la Polisi Mkoa wa Iringa Ndugu yangu Kamanda Alan Bukumbi, viongozi waandamizi wa, wa Jeshi la Polisi wa mkoa wetu wa Iringa, kipekee naomba nitambue uwepo mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Iringa na mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya ya Iringa, wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, naomba nitambue wakuu wa taasisi, mashirika, asasi na idara mbalimbali mbali za serikali na private sector ambao mko hapa, lakini pia naomba nitambue uwepo wa maafisa wakaguzi na askari wa jeshi la polisi ambao tumepata heshima ya kushiriki katika tukio hili kubwa na zuri. Lakini mwisho naomba nitambue wananchi wote ambao wamepata nafasi ya kushiriki nasi, wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Kamanda, kwanza ni kushukuru kwa kutupa mwaliko. Ulikuwa una uwezo wa kuwapokea magari kimya kimya tu na tukayakuta barabarani, lakini umeona ni vyema mkoa ufahamu ni nini serikali imefanya kwa ajili ya jeshi lake na ni nini jeshi limetendewa kwa ajili ya wananchi wake. Kwa kuona ni vyema na ni busara tupate nafasi ya kukutana na kuzungumza. Lakini kabla sijaanza hotuba yangu ya leo niwapongeze sana Jeshi la Polisi kwa kazi kubwa na nzuri ambayo inaendelea kufanyika ndani ya mkoa wetu. Tujipigie makofi mengi mengi mengi, mengi sana. Tumeendelea kuonesha umakini wetu, uweledi wetu, utayari wetu na focus ya kuhakikisha kwamba jukumu letu la kuwalinda raia na mali zao linaendelea kutekelezwa kwa vitendo na sio maneno. Mkoa wetu umeendelea kuwa miongoni mwa mikoa salama na hatuna mashaka usalama huo utaendelea kutoka sasa kwenda mbele, na huo ndio utamaduni na desturi ya mkoa wa Iringa. Katika ajenda ya usalama, hatuna mashaka kwamba wananchi wataendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kuhakikisha ajenda ya kuwalinda wao na mali zao unaendelea kuwepo. Nipongeze kwa salamu zilizotolewa kwa niaba ya askari na maafisa kupitia kwa mkuu wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa hizo ndizo salamu za jeshi na hatuna mashaka kwamba tutaziona katika vitendo vyenu. Hotuba yangu imejikita kwenye mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kupongeza jeshi letu kupokea vifaa vya kisasa. Tujipigie makofi mengi mengi mengi, mengi, sana. Pasha, pasha, pasha, pasha, panda. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu. Kwa hiyo katika mageuzi makubwa yanayofanywa na serikali ajenda ya usalama katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ajenda kubwa na ni ajenda ambayo haina mjadala, isipokuwa mipango mikakati, mbinu na focus ya kuhakikisha nchi inakuwa salama wakati wote. Jeshi la Polisi, miongoni mwa vyombo vya ulinzi na usalama vilivyopewa dhamana, limeendelea kujengewa uwezo mkubwa wa kuhakikisha kwamba linafanya wajibu huo wa msingi ambao umetamkwa kwenye katiba, sheria, kanuni na miongozo ya kuundwa kwake. Hatuna mashaka kwamba wananchi ni mashuhuda wa mageuzi hayo makubwa, askari ni mashuhuda wa utekelezaji wa mageuzi hayo makubwa, lakini pia taifa ni shuhuda kwamba nchi yetu inaendelea kuwa imara kwa kazi kubwa inayofanywa na jeshi letu. Ndugu zangu, katika kuimarisha jeshi la polisi, serikali ya awamu ya sita chini ya usimamizi wa Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, jeshi limeendelea kujengewa uwezo katika maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza ambalo uwezo umeendelea kuimarishwa ni eneo la ajira, ambako serikali imeendelea kujizatiti kuhakikisha kwamba inatangaza ajira na kuajiri askari wengi zaidi ili kuongeza ufanisi wa utendaji wa jeshi letu. Lakini pamoja na hayo, tumeweza kuona ni namna gani ambavyo serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imeendelea kusimamia haki na stahiki za askari ili kuhakikisha askari wetu wanafanya kazi kwa motisha na mazingira ambayo yametamkwa kimsingi katika utumishi wao na haki zao kwa ujumla. Lakini pia tumeendelea kuwekeza nguvu ya kutosha katika vitendea kazi ili askari wetu si tu wawe na weledi, bali wawe na vitendea kazi ambavyo vinachochea ufanisi wa weledi wao waliosoma katika mafunzo lakini eneo lingine ambalo serikali imeendelea kulifanyia kazi ni kuhakikisha tunaimarisha mafunzo, mafunzo ambayo yanawapa maarifa, mbinu, mikakati na njia mpya za kuimarisha utendaji katika shughuli za kila siku, na hapo kuna mafunzo katika operesheni, kuna mafunzo katika intelijensia, kuna mafunzo katika usimamizi wa sheria na mengine yote ambayo ambayo inalifanya jeshi letu kuwa ni jeshi la mfano katika utoaji wa huduma za msingi za kwa raia wake. Lakini pia pia, pamoja na hayo, naomba niwakumbushe kwamba serikali pia imeendelea kuwekeza vya kutosha katika matumizi ya teknolojia katika utendaji wa shughuli za majeshi yetu likiwemo jeshi la polisi. Utendaji wa teknolojia umeimarika, vitendea kazi vya teknolojia vimeimarika, mafunzo ya teknolojia kwa maafisa na askari yameimarika. Lengo ni jeshi letu kufanya kazi kidijitali na kuyafikia mageuzi ambayo yatachochea ufanisi na matokeo ya uwepo wa jeshi la polisi katika jamii yetu. Lakini pamoja na hilo, mageuzi mengine ambayo yameendelea kufanyika kupitia jeshi la polisi ni kuimarisha mashirikiano baina ya jeshi la polisi na wananchi na hapa sisi wote ni mashuhuda kupitia mpango wetu wa polisi jamii, ulinzi shirikishi, dawati la jinsia, lakini pia kwa uwepo wa mapolisi kata katika maeneo yetu, ni mkakati ambao unaendelea kuimarisha mashirikiano baina ya jeshi la polisi na wananchi katika maeneo mbalimbali. Ndugu wananchi wenzangu, mageuzi haya yote yanayofanywa na serikali ya kulijengea uwezo jeshi letu ili liweze kufanya wajibu wake ni kwa maslahi mapana ya raia na mali zao. Kwa katika haya yote tunayoyafanya, ushirikiano wa wananchi kwa jeshi la polisi ni kitu muhimu sana ambacho tunaendelea kukisisitiza. Na kwa mkoa wa Iringa, niwapongeze sana. Hapa nimewaona madiwani wastaafu na wengine na wadau, namna ambavyo umeendelea kulisaidia jeshi letu la polisi. Kuna baadhi ya maeneo nilitoa maelekezo yatengwe maeneo kwa ajili ya jeshi la polisi. Ninayo furaha kusema kwamba kata zetu zote sasa zimeweka mkakati wa kutenga maeneo ya kujenga vituo vya polisi. Tuwapigie makofi mengi sana wananchi kwa ushirikiano wanaotoa, lakini yako baadhi ya maeneo tumeona wananchi wakianza wao wenyewe kujenga vituo vya polisi, na kuna baadhi ya maeneo tumeona wadau, mashirika binafsi na mashirika ya umma wakitenga katika bajeti baadhi ya sehemu ya bajeti zao katika kuwezesha ujenzi wa vituo vya polisi. Haya ni mageuzi makubwa ya ushirikiano mkubwa baina ya jeshi la la polisi na wananchi. Tujipigie makofi mengi sana mkoa wa Iringa kwa hatua hii tuliyoifikia. Na kama nilivyosema mwanzo na leo ninarejea. Katika uimarishaji huu wa jeshi la polisi ambao vifaa vinakuja, askari wanakuja, mbinu na mikakati bora inawekwa, ni lazima jamii tuendelee kufahamu kwamba jeshi hili ni jeshi letu kwa maslahi yetu. Kwa kule vijijini kama ambavyo tunapanga maeneo ya mashamba, tunavyopanga maeneo ya kilimo, tunapanga maeneo ya viwanda, ni lazima katika maeneo tunayopanga ardhi tupange na maeneo ya kuweka vituo vya polisi kisha mkakati wa RPC pamoja na na, na kamandi nzima ya mkoa wataendelea kuangalia utendaji na matumizi bora ya hayo maeneo kadri bajeti zinavyoruhusu na kadri tunavyopata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wadau wa maendeleo kwa kupitia kwa mkuu wetu wa wilaya ya Iringa ndugu yetu Benjamin Sita. Mheshimiwa, naomba tusisitize katika maeneo yote ya halmashauri tuendelee kutenga maeneo ya kujenga vituo vya polisi, na halmashauri zisiogope kutenga bajeti ya kusaidia ujenzi wa vituo vya polisi katika maeneo mbalimbali. Katika ajenda zote za maendeleo tunazozungumza, usalama ndio pala mambo yote. Kama mtakuwa mmetenga fedha kwa ajili ya kilimo, fedha kwa ajili ya uvuvi, fedha kwa ajili ya ya mifugo. Lakini usalama hakuna. Hii yote tunapoteza wakati. Usalama ndio jukwaa pekee la kufanikisha ajenda zote ambazo serikali inazifanya kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo ni muhimu sana huko ambako tumetengea uwekezaji, huko ambako tunapeleka kujenga shule za mabilioni ya fedha, huko ambako tumepeleka miradi mikubwa ya kilimo, huko ambako tunachochea miradi ya uvuvi, ni lazima usalama wa kutosha uwepo. Po ni muhimu sana halmashauri zetu za wilaya, halmashauri zetu za manispaa kuendelea kuweka ajenda ya usalama katika mipango yao ili kuakomodate mwelekeo bora wa usalama wa raia na mali zao unaosimamiwa na jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine. Ndugu zangu, leo hapa katika mkoa wetu wa Iringa tumepata nafasi ya kupokea magari. Magari haya yamekuja kwa ajili ya kuchochea kazi kubwa na nzuri ambayo imekuwa ikifanyika siku zote. Magari haya ni kachumbari tu ya kazi ambayo tayari ipo. Tulitarajia kuona tunakwama kwa sababu hatuna vifaa vya kisasa, lakini tulikuwa tuna hatuna vifaa vya kisasa, lakini tulifanya vizuri. Maana yake sasa tumepata vifaa tumepata vifaa vya kisasa, tutafanya vizuri zaidi. Kule ambako tulikuwa tunakwenda kwa masaa matano, tutakwenda kwa masaa mawili. Kule ambako tulikuwa tunakwenda watu watatu, sasa tutakwenda watu saba. Kule ambako tulikuwa tuna tunasafirisha vifaa kwa taabu, sasa tunao magari ya uhakika ya kusafirisha vifaa vyetu kwa uhakika na ufanisi zaidi. Kwa mageuzi haya ni lazima yachochee ufanisi wa utendaji wa Jeshi la Polisi na kusogea karibu kabisa katika kuwasaidia wananchi wetu. Nimepewa taarifa hapa. Katika siku ya leo mkoa wetu wa Iringa kupitia Jeshi la Polisi tumepokea magari nane. Na baadaye yatakuwa magari tisa. Lakini katika haya magari tuliyopokea tumepata gari ya kisasa ambayo anaweza akaitumia RPC wetu katika shughuli zote hapa. Lakini pia tumepata gari ya kisasa ambayo itamwezesha mkuu wetu wa Fitforce kutimiza majukumu yake ya kiutawala na ya kioperesheni. Lakini pia tumepata gari za kisasa kwa ajili ya ofisi ya upelelezi ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya. Tumepata gari za kisasa kwa ajili ya usidizi wetu. Tumepata gari za kisasa kwa ajili ya maafisa wa upelelezi ambao nadhani this is the first time hawa watu wanaletewa gari. Watu wa upelelezi tuwapigie makofi mengi. Kwa hiyo uwezeshaji katika eneo hili la upelelezi na inteligensia ni ishara ya namna gani inteligensia inakwenda kuwezeshiwa uwezo ili kuhakikisha tunapata taarifa kwa wakati na tunawezesha mikakati yetu kujibu taarifa tunazozipata kwa wakati pia. Ndugu zangu, niwaombe magari haya ni imara, magari haya ni ya kisasa, magari haya yanahitaji matunzo, yanahitaji matunzo ya kweli kweli, tuyatunze ili yatusaidie kurahisisha na kuharakisha michakato ya kuwalinda raia na mali zao. Kama darapisi, kama unavyofahamu eh, hotuba zetu katika shughuli za kiusalama ni fupi. Sasa naomba nifupishe maelezo yangu <laughs> kwa kusema kwamba tumepokea vifaa vya kisasa, tunatakiwa kuvitumia vizuri na tuvilinde, ili tufai kwa muda mrefu. Na kila atakayepewa dhamana ya kutumia hicho chombo afahamu kapewa chombo hicho kwa maslahi ya umma, kitumiki kwa maslahi ya umma. Gari hizi tusizikute katika matumizi ambayo si ya kipolisi wala siyo ya umma. Gari hizi zitumike kwa maslahi ya umma na kwa shughuli za kipolisi. Mwisho kabisa, naomba nichukue fursa hii kumpongeza IGP wetu Kamanda Wambura, tumpigie makofi mengi sana sana sana sana Kamanda Wambura ameendelea kuonyesha mageuzi ya kweli ya jeshi la polisi katika utendaji, usimamizi, operesheni na matokeo. Tunayaona namna ambavyo jeshi la polisi linafanya kazi. Sisi wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya tunashuhudia ushirikiano mkubwa ambao raia wanapewa kutoka kwenye jeshi la polisi. Tunaona mageuzi ya kitendaji yanayofanywa na ma-OCD pamoja na ma-RPC katika maeneo yao, lakini kipekee tunaona namna ambavyo askari wetu wanafanya kazi kwa utulivu kwa weledi. Kwa kweli professionalism sasa imeshika kasi ndani ya jeshi la polisi. Tumpigie makofi mengi sana kamanda wetu kwa kazi kubwa, lakini pia tunamshukuru kwa kutupa RPC mwenye viwango. Ma OCD wenye viwango wa kuwa operesheni, wenye viwango wanafanya kazi nzuri. Sisi kama mkoa tunaridhika na timu ya jeshi la polisi katika wilaya zote, vitengo vyote. Mwisho kabisa tuwahakikishie tu kwamba kila mmoja kwa jukumu aliyopewa ndani ya jeshi la polisi, serikali itaendelea kumpa ushirikiano wa kutosha ili afanye kazi yake kwa weledi, kwa ufanisi na matokeo ya kazi yake yawe ni ustawi na maendeleo ya kiusalama katika mkoa wetu. Baada ya maelezo haya, sasa nitamke kwamba niko tayari kwa ajili ya zoezi la uzinduzi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Pasha pasha pasha pasha panda kwa Mheshimiwa Rais kuja kwako, kwa niaba yake, basi sisi tutakabidhi kwa niaba ya serikali. Karibu sana mkuu wa mkoa hapa, tumepokea kwa niaba ya magari yote, kwa maana hili gari, maana polisi mkoa wa Iringa, ambapo tunaomba sasa, kwa niaba ya magari yote, tunazindua kwa maana kuingia ndani na kuliwasha, kuona kitambo kikaa aaagasikaaa kabisa waandishi sikia, mkasema kapewa. Mkuu mkuu, tumewakabizi jeshi la polisi.